Ametupatanisha tena ili tulisikilize neno lake. Karibu. Mimi ni Pamela Umodo. Leo Mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atahudumu kutoka kwenye sura ya 13 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya kwanza hadi sura ya 14 neno. Karibu katika jina la la Bwana wetu Yesu Kristo, kwenye meza ya neno la Mungu. Nimekuwa nikitazamia kujumuika nawe kusudi tujifunze kutokana na yaliyotendeka katika maisha ya watu wa Mungu kama ilivyo kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Somo letu latoka kwenye sura ya 13 na hiyo sura ya 14. Katika sehemu hii twaona mtazamo wa Mungu kumuhusu Daudi alipotaka kuihamisha sanduku ya agano kutoka kwa nyumba ya Abinadabu hadi kule Yerusalemu. Wakati wa uongozi wa waamuzi, sanduku hiyo ya agano ilikuwa imetekwa na wale Wafilisti hapo walipowashinda Waisraeli. Kwa sababu ya mkono wa Mungu uliokuwa mzito sana juu yao, walifanya kuiweka ile sanduku ya agano kwenye mkokoteni na kuirudisha Israeli. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya sita ya kitabu cha Samueli wa kwanza. Kutokea wakati ule, rafiki yangu, sanduku hilo lilifanyiwa maskani katika nyumba ya Abinadabu. Sasa Daudi alitaka kulichukua sanduku hilo hadi Yerusalemu. Mungu alipendezwa na Daudi, hasa kwa kutafuta hayo ya kiroho ya mhusuyo. Hata hivyo, Daudi alikosea katika hatua yake ya kwanza, kama tutakavyoona neno la mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza ya sura hii ya 13 kisha daudi akafanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia naam na kila kiongozi daudi kama ufahamuvyo ni mfalme wa israeli alipokalia kiti cha enzi alikuwa na maono mazuri sana hasa kuileta sanduku ya agano la bwana kwake pale yerusalemu mwongozo aliopata daudi bila shaka ulitoka kwa Mungu, lakini alifanya shauri na maakida na kila kiongozi. Ni wazo langu kwamba Daudi hangelifanya hivyo, kwani alikuwa tayari na mwongozo wa Mungu. Hili ndilo shida la shirika au kanisa nyingi leo hii, kila mtu ataka kufanya jambo fulani, nalo hilo limeharibu mengi sana katika shirika za watoto wa Mungu. Hasa shida hutokana na hali ya kiroho ya watu kama hao ambao wengi huwa hawana uhusiano wa dhati na Mungu, lakini wajiona kana kwamba waweza kufanya hili au lile katika nyumba yake Bwana. Iwapo kuna jambo ambalo limekuwa kikwazo kwa kanisa la Kristo, ni kama hao. Mungu akusaidie usiwe kati ya wakwazao injili ya Kristo, bali uwe kati ya wale wanaoiendeleza kwa yote watendayo. Kisha tunapogeukia aya ya pili na ya tatu, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia Daudi akawaambia jamii yote ya Israeli, likiwa jema kwenu tena likiwa limetoka kwa Bwana Mungu wetu, na tutume watu huku na huku mahali pote kwa ndugu zetu waliosalia katika nchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani na walawi wamo ndani ya miji yao yenye viunga, ili wakusanyike kwetu, nasi tujirudishie tena sanduku la Mungu wetu, maana hamkuuliza neno kwa hilo katika siku za Sauli. Maandiko haya ya gusia yaliyotendeka wakati wa Sauli alipokuwa mtawala wa Israeli. Wakati huo hapakuwa na ibada kwa Mungu katika hema hiyo ya kukutania. Kwenye aya ya nne neno lasema haya, nao jamii nzima wakasema ya kwamba watafanya hivyo kwa kuwa neno hilo lilikuwa jema machoni pa watu wote. Jinsi tusomavyo maandiko hayo, uamuzi wa kuhamisha sanduku la agano ulikuwa kama uamuzi wa mtu mmoja. Wote walitaka sanduku lile liwe kule Yerusalemu. Hebu tazama hayo yaliyoko kwenye aya ya tano, inayosema hivi basi: Daudi akawakusanya Israeli wote toka Shihori kijito cha Misri hata pa kuingilia Hamathi, ili kwamba walilete sanduku la Mungu kutoka Kiriathi Yeraimu. Unaposoma kwenye kitabu cha Samueli wa Kwanza sura ya saba utapata kwamba sanduku la agano lilichukuliwa hadi Kiriathieraimu ya yani, baada ya wale wafilisti kuliachilia kwenye gari, kwa sababu ya yaliyotokea nayo hayakuwa mazuri, ilibidi sanduku hilo likaye kule kwa muda huo wote. Kisha kwenye aya ya sita, neno latujulisha haya: basi Daudi akapanda yeye na Israeli wote mpaka Baala, ndiyo Kiriathieraimu ulio wa Yuda, ili kulileta toka huko sanduku la Mungu Bwana akaye juu ya makerubi lililoitwa kwa jina lake. Rafiki yangu kweli ndiyo hii kwamba Mungu hakuishi katika ile sanduku wala kukaa juu ya makerubi, ila hapo ndipo alichagua kukutana na watu wake Israeli. Uwepo wake ulikuwepo hapo. Sasa watafanya kosa kubwa sana, kama vile mmoja alisema kuwa walikuwa wakifanya jambo nzuri kwa njia isiyokubalika au njia mbaya. Jambo nzuri ilikuwa kuichukua ile sanduku ya agano hadi Yerusalemu, ila walitumia njia isiyokubalika mbele za Mungu. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya saba, neno lasema hivi: wakalipandisha sanduku la Mungu juu ya gari jipya, kutoka nyumba ya Abinadabu na Uza na Ahiyo wakaliendesha lile gari. Msikilizaji, elewa kwamba Mungu aliwapa wana wa Israeli jinsi ya kubeba lile sanduku la agano. Maagizo hayo yalikuwa pamoja na jinsi ya kubeba vyote vilivyohusika na hema ile ya kukutania. Maandiko hayo ndiyo tuyapatayo kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 4 mstari wa 15 unaosema hivi: na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapong'oa kambi, baadaye wana wa Kohathi watakuja na kuvichukua, lakini wasiviguse vile vitu vitakatifu wasife. Vyombo vile ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania. Sanduku hilo la agano, ndugu yangu, hawakuruhusiwa wana wa Israeli kuiweka kwenye gari au mkokoteni. Wana wa Kohathi waliamuriwa kuibeba mabegani. Sababu na maana ni kwamba kwa kuwa sanduku hilo la mwakilisha Kristo, ni lazima libebwe na hao makuhani, hasa katika mioyo ya watoto wa Mungu wote wanaomwamini. Wengi wetu kama hao watu twapenda jinsi ya kufanya mambo kwa urahisi. Rafiki, ni lazima ugharimike katika kazi aliyokuitia Mungu. Gharama ni lazima iwepo, na kwa hili ninamaana kwamba wawajibika hapo ulipokulieneza neno la Bwana. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya nane, haya ya ndiyo twayapata: wakacheza Daudi na Israeli wote mbele za Mungu kwa nguvu zao zote na kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa tarumbeta. Daudi kama vile wafahamu, alikuwa mwanamuziki naye alipata fursa kubwa sana ya kumfurahia Bwana kwa sababu ya kulihamisha lile sanduku la agano na kulileta kwake kule Yerusalemu ila raha hiyo ilikatizwa kwa ghafla. Haya ndiyo yapo kwenye aya ya 9 na 10 ambapo neno latuambia hivi: hata walipofika penye uga wa Nakoni, Uza akaunyosha mkono wake alishike sanduku, kwa maana wale ng'ombe walikunguwa. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye akampiga kwa sababu alilinyoshea sanduku mkono wake, hata akafa pale pale mbele za Mungu. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza kwa nini yatendeke hivi wakati kama huu? Sababu ni hii: wao walikuwa wakifanya jambo nzuri kwa njia isiyokubalika mbele za Mungu. Huenda waona kuwa Mungu aliwanidhamisha kwa ukali sana, lakini mwenzangu, kweli ndiyo hii ya kuwa sanduku lile halikufaa kuwekwa kwenye gari kama vile halikuhitaji kutegemezwa na huyo Uza. Leo kuna wengi wanaotafuta kutegemeza kazi ya Mungu kwa mikono yao wao huleta ghasia kazini mwake Bwana na hufanya vurugu za kila namna. Huenda wafanyalo huwa kwa nia njema, lakini mwishowe huwa kikwazo kwa neno lake Bwana na injili yake, hivyo baraka hufungiwa kwa sababu ya kama hawa. Pamoja na hili, wengi kama wale wamejipata matatani, maana mwishowe Mungu huwaadhibu. Ndugu yangu, tazama, usijaribu kufanya lolote kana kwamba wataka kumsaidia Mungu. Mungu hana haja na msaada wako hata kidogo. Hataki umpiganie, hataki umfanyie lolote lile, maana wewe ni kiumbe, yeye ni Mungu. Imekuwa kawaida ya watu kufikiri kwamba iwapo hawatakuwepo sehemu fulani, basi kazi ya Bwana haitaendelea. Kwa hili ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba wewe haukuwepo wakati kazi ya Bwana ilipoanza, na kwa hivyo hautaitegemeza hata kidogo. Ukifa leo hii, ningelipenda kukujulisha hivi ya kuwa kazi ya Bwana itaendelea mbele, kwa kuwa kazi hiyo yajitegemeza yenyewe, yajitetea yenyewe na yajiendeleza yenyewe. Katika kila kizazi, kuna watu ambao Mungu atawatumia kwa kusudi lake. Hivyo ni kukwambia kwamba iwapo u katika wadhifa yoyote ile katika siku hizi za leo, ni vyema ukae pale kwa unyenyekevu. Hii ni kwa kuwa Mungu amekweka pale kwa kusudi, kwamba upate kutimiza mapenzi yake. Lakini mara utakapoanza kufikiri kuwa wewe ndiwe kila kitu, wewe ndiwe mwanzo na mwisho wa huduma hiyo, basi mpendwa, utakuwa umepoteza kabisa. Isitoshe, hiyo itakuwa ni roho ya kutakabari, kiburi, na ni lazima Mungu atakuondoa. Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe ufahamu ni kwambialo, maana kama vile ilivyokuwa kwa Uza, ndivyo itakuwa kwako. Elewa, jina la mtu huyo Uza lina maana ya nguvu, na wengi hujiona kuwa wenye nguvu, nguvu zisizojua walikotoa. Maana iwapo wasema kwamba wewe umejawa na nguvu za Mungu, hizo ni nguvu za Mungu wala si nguvu zako na iwapo utasema kwamba unayo mamlaka, ni Mungu ndiye aliyekupa, wala haukujitwalia mamlaka yale wewe mwenyewe. Elewa hayo, nawe umtumikie Mungu kwa unyenyekevu, kama vile neno linavyokufikia kutoka kwenye kitabu cha Mika sura ya sita, mstari wa nane unaosema hivi: Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Utakapofanya hayo, rafiki yangu, wewe utakuwa mbarikiwa kama vile wale wote walivyonyenyekea mbele zake Bwana walivyobarikiwa. Hebu tuendelee, tuone lililoko kwenye aya ya 11 ambapo neno la Bwana latuambia hivi, naye Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza, akapaita mahali pale Peres Uza hata leo kama wewe Daudi aliona uchungu kwa hilo lililotendeka. Na kwenye aya ya 12 twambiwa hivi: naye Daudi akamwogopa Mungu siku ile akasema, nitajileteaje sanduku la Mungu kwangu? Rafiki, andiko hilo J, ni la kila mmoja wetu. Je, ni mara ngapi tumefanya jambo kwa hekima yetu kisha tunapokosa kufanikiwa humlaumu Mungu na mara tu huanza kujiuliza ni jinsi gani twaweza kufanya jambo ambalo Bwana ametuagiza Jibu msikilizaji ni kwamba fanya jambo hilo kama apendavyo Mungu. Usiwe mtu wa kufikiri kwamba kwa kuwa wahitaji kufanya jambo hilo nalo lionekana ni jema, kwamba utalitenda kiholelaholela na likubalike mbele zake Mungu. Ni lazima kutenda jambo kama vile umeagizwa kwenye neno la Mungu, au kutafuta mwongozo wa neno la Mungu na Roho wake Mtakatifu ili akusaidie kutenda kama ikupasavyo. Mara nyingi huwa kwamba watu hujichukulia kufanya jambo lolote lile, nao husema ya kuwa Mungu amewaongoza na mara wanapopata shida huanza kujiuliza maswali mengi. Msikilizaji, Mungu azungumza nawe leo hii akikwambia kwamba tafuta kufahamu hilo likuhusulo kwa hilo utakalokutenda, kabla haujatenda, ili Mungu apate kukuongoza nawe ulitende kama vile inavyokupasa tena mbele zake Bwana. Pasipo ya kufanya hivyo, utakapopatwa na hasara, wewe ndiwe utajilaumu. Hili ndugu msikilizaji, lanikumbusha habari ya wana wa Israeli wale wapelelezi kumi na wawili waliporudi, kumi kati yao walitoa habari za kuvunja moyo na wawili kati yao wakatoa habari nzuri, habari za kutia moyo, maana walimtumaini Bwana. Lakini watu wote walichagua kufuata habari hizo mbaya, habari za kuvunja moyo, nao wakamkasirisha Bwana. Kilichotendeka msikilizaji ni kwamba watu wale waliambiwa na Musa kwamba Mungu amewakasirikia kwa sababu ya kutokuamini kwao, na kwa sababu hiyo Mungu akaagiza kwamba wageuke, wale wasiingie katika nchi hiyo kwa muda zaidi. Watu hao walipofikiri habari ya kuingia jangwani tena, walijichukulia uamuzi wao, nao wakafuata njia ya kwenda kupigana na watu wa nchi ile. Kisa hicho ndicho Musa anena kwa habari yacho kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha kumbukumbu Kumbu la Torati mstari wa 42 hadi 44, ambapo neno la tuambia hivi: Bwana akaniambia, uwaambie, msiende wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Basi niliwaambia msinisikize, bali mliasi amri ya Bwana mkajikinai na kukwea mlimani, na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzi wao na nyuki, wakawapomoshea seiri mpaka Horma. Kisha aya ya 45, 46 zasema hivi: mkarudi mkalia mbele za Bwana, Bwana asiisikize sauti yenu wala hakuelekeza masikio yake kwenu, ndipo mkakaa kadeshi siku nyingi kwa kadiri ya hizo siku mlizokaa. Ndugu yangu, hiyo ndiyo huwa hasara ya mtu yeyote anayejaribu kufanya jambo ambalo Mungu hajamwagiza kwalo au kufanya lolote analo jikinaye mwenyewe na kujichukulia kwamba haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Ni vyema kutafuta kujua mapenzi ya Mungu ili tutende kila jambo kama vile angelitaka yeye na wala si kama vile tungelitaka sisi wenyewe. Kwenye aya ya kumi na tatu hadi kumi na nne neno la Mungu lamalizia sura hii ya kumi na tatu kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya kwanza kwa kusema hivi basi Daudi hakujichukulia sanduku mjini mwa Daudi ila akalihamisha kando na kulitia nyumbani kwa Obed-edomu Mgiti. Sanduku la Mungu likakaa na jamaa ya Obed-edomu nyumbani mwake muda wa miezi mitatu, naye Bwana akaibariki nyumba ya Obed-edomu na yote aliyokuwa nayo. Na kwa maneno hayo, ndugu msikilizaji, twaona jinsi Daudi alivyofanya baada ya tukio hilo lililomtia uchungu moyoni. Hata hivyo kwa nyumba ya Obed-Edomu ilikuwa ni baraka tele, maana neno latuambia ya kuwa kwa miezi mitatu sanduku hilo la Bwana lilipokuwa katika nyumba ile, Bwana aliibarikia nyumba ya huyo mtu na yote aliyokuwa nayo. Msikilizaji, ningelipenda kukujulisha kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji maishani mwako, ni kukaa katika agano lake Mungu, agano ambalo limefanywa kwa damu ya Yesu Kristo, nawe utabarikiwa baraka zako si tu za kimwili bali zaidi sana ni hizo zinazodumu za kiroho. Tunapogeukia sura ya 14, twaona na kujifunza jinsi Mungu alivyombariki Daudi na sifa aliyokuwa nayo. Hivi ndivyo neno la Mungu latwambia kwenye aya ya kwanza naye Hiramu mfalme wa Tiro akatuma wajumbe kwa Daudi akampelekea na mierezi na waashi na maseremala ili wamjengee nyumba Daudi. Na Hiramu walikuwa marafiki wakubwa sana. Katika mwanzo wa kutawala kwake Daudi, Hiramu alitaka kumsaidia kwa habari ya ujenzi wa nyumba yake hasa kule Yerusalemu. Hili lilikuwa thibitisho la urafiki wa dhati kati ya hawa wa wawili. Mpendwa, wahitaji kuwa na rafiki kama hao. Mkuu katika hao wote ni Yesu Kristo, rafiki aliye karibu kuliko ndugu wa kuzaliwa, naye tena huyo asiyeweza kukuacha wala kukupungukia. Watu utafuta kuwa na marafiki kwa sababu moja au nyingine, lakini Bwana Yesu Kristo anapokuwa rafiki yako, ndugu yangu, utabarikiwa maishani mwako. Utalindwa si tu katika maisha haya, bali katika umilele wote, kwa kuwa yeye ndiye mwanzo na mwisho, alfa na Omega. Yeye ndiye aliye kuwako aliye na atakaye kuwako. Jamani, ukiwa na rafiki kama huyo, sijui wataka lingine lipi? Hebu tuendelee, tuone lililoko kwenye aya ya pili na ya tatu. Neno latujulisha hivi, Daudi akajua ya kwamba Bwana amemweka imara, ili amiliki juu ya Israeli kwa kuwa milki yake imeinuka kwa ajili ya watu wake Israeli. Tena Daudi akazidi kuoa wa wake huko Yerusalemu, akazidi Daudi kuzaa wana na binti. Huenda rafiki waweza kusema kwamba Mungu alimruhusu Daudi kuoa wa wake wengi. Naam, licha ya Mungu kuruhusu hili kutendeka hakuweka muhuri kwamba mambo yafaa kuwa jinsi hiyo, na jinsi tutakavyoona, jambo hili litamletea hukumu ya Mungu na majonzi maishani. Habari tuipatayo hapa haina maana kwamba Mungu alitia muhuri alilotenda Daudi, bali ni kutwambia tu hilo lililotendeka. Nia ya Mungu kuhusu ndoa ni mume mmoja na mke mmoja, nalo hilo twalifahamu vyema, na ndivyo itakavyoendelea kuwa mbele zake Bwana. Kwenye aya ya nne hadi aya ya saba, neno la Mungu latupa majina ya wale watoto wa Daudi. Najua kwamba katika vile vitabu vya wafalme tulipata habari ya wana wa Daudi wachache tu, lakini hebu tuone hapa wazao wa Daudi ni kina nani. Neno lasema hivi kwenye aya hizo, na haya ndiyo majina ya watoto aliozaliwa huko Yerusalemu, Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani na Ibuhari na Elishua na Elpeleti na Noga na Nefegi na Yafia na Elishama na Eliada na El Feleti. Hao, ndugu msikilizaji, ndiyo wale wana wa Daudi, na kuna huyo mmoja ambaye utafanya vyema kumkumbuka sana, maana atajwa katika nasaba ya Yesu Kristo, naye ni Nathani. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu kwenye aya ya 8 hadi 12. Neno la Mungu liendelea kutujulisha haya, na waliposikia hao Wafilisti ya kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli wote, wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi, naye Daudi akasikia akatoka nje kupigana nao. Basi hao wafilisti walikuwa wamekuja na kuteka nyara katika bonde la Warefai. Daudi akamuuliza Mungu kusema, je, nipande juu ya wafilisti? Utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, panda, kwa kuwa nitawatia mikononi mwako basi wakapanda mpaka Baal Perasimu, daudi naye akawapiga huko. Daudi akasema Bwana amewafurikia adui zangu kwa mkono wangu kama mafuriko ya maji. Basi wakapaita mahali pale jina lake Baal Perasimu, nao wakaiacha miungu yao huko, naye daudi akaamuru ikateketezwa kwa moto. Wakati mmoja ndugu msikilizaji, Daudi alipokuwa mkimbizi wa Filisti aliyokaa miongoni mwao walifikiri kuwa amekuwa wa upande wao kabisa. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 27. Sasa kwa kuwa yu miongoni mwa watu wake waliokuwa wamemtia mafuta na kumfanya mfalme, waliingiwa na roho ya vita, lakini Mungu alimpa Daudi ushindi mkuu sana juu yao. Tangu wakati ule hadi sasa hakuna aliyewashinda watu wale kama Daudi alivyowashinda. Kisha kwenye aya ya 13 na 14 maandiko yaendelea kutujulisha haya: lakini hao wafilisti wakateka nyara tena mara ya pili bondeni, na daudi akamuuliza mungu tena, naye mungu akamwambia hutapanda kuwafuata, wageukie mbali, ukawajie huko kuielekea miforsadi. Utakubaliana nami ya kuwa daudi angeliwaza na kusema kwamba wafilisti wamerudi tena, kwa hiyo atawapiga kama hapo kwanza, lakini si ndivyo alifanya Kwani alimuuliza Bwana ni hatua gani iliyomfaa kuchukua. Alimwambia Daudi awageukie na kuwaendea kwa kuielekea miforsadi. Mpendwa, wahitaji daima kufahamu hili kwamba ni lazima kutafuta kutenda mapenzi ya Mungu katika kila hali, haijalishi kwamba hali zaonekana kama ulizokutana nazo, maana mambo ya Mungu yapita fahamu zetu, kama vile Nabii Isaya atuambia waziwazi kwenye chuo chake sura ya 55 Kwanzia ule mstari wa nane. Ni lazima kupata mwongozi wa Bwana katika kila hali maishani, ili tusije tukawa kama Samsoni aliyefikiri kwamba Bwana yu pamoja naye, kumbe Bwana alikuwa amemwacha. Naamini ya kwamba funzo hili kutoka kwa Daudi litakuwa muhimu sana kwetu, ili tusije tukajiweka katika hali ya kutegemea kwamba kwa kuwa Mungu alifanya jambo hili kwa njia hii, basi ni lazima atafanya kwa njia hiyo. Hivyo ndugu yangu wahitaji kukuza uhusiano wako na Mungu kusudi ujue ni hatua gani atakayo uichukue siku baada ya nyingine. Tunapoendelea kwenye aya ya 15 neno la Bwana latuambia hivi: kisha itakuwa utakapoisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforsadi, ndipo utakapokwenda nje vitani, kwa maana ndipo Mungu ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti. Rafiki, katika kumngojea Bwana kuna baraka kwani mwongozo akupao adui hawezi kukupata, bali wewe ndiwe utamshinda. Na sasa kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 na 17: Daudi akafanya kama vile Mungu alivyomwamuru, wakawapiga jeshi la Wafilisti toka Geba mpaka Gezeri. Sifa za Daudi zikafika nchi zote, naye Bwana akawaletea mataifa yote hofu yake. Kwa sababu Daudi alimsikiliza Mungu, alipata ushindi mkuu sana juu ya adui zake. Nayo na hii ndiyo hakika ilimfanya awe kiongozi mkuu aliyewahi ishi ulimwenguni. Na kwako kama mtoto wa Mungu na kujulisha kwamba muhimu maishani mwako ni sehemu unayokutana na Mungu wako. Hili ni lile aandikalo Yohana kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya pili aya ya kwanza na ya pili neno lasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Kama kiti cha rehema kilivyokuwa mahali pa Mungu kukutana na wana wa Israeli, ndivyo ilivyo Bwana wetu Yesu Kristo kwetu na huyo Mungu. Hilo ndilo jambo lenye umuhimu sana kwa Mungu na hasa kwetu. Kwa msingi huo, msikilizaji, kutana na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, nawe upate mwongozo maishani. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya neno hilo lililotufikia leo hii, neno linalotuelekeza katika maisha yetu na kutusaidia tuyafahamu yale yanayotupasa kama watoto wako na kushukuru hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa iwapo alikuwa katika hali ngumu, alikuwa amefikia njia panda. Najua kwamba sasa yuwaweza kukusubiria, yuwaweza kuendelea kutafuta ushauri kutoka kwako ili atende lile linalompasa kwa njia inayompasa, na pia apate ushindi maishani mwake. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe uliye kiongozi wetu na kuomba umwelekeze ndugu yangu kusudi atende hilo linalokubalika mbele yako, kwa kuwa wewe ndiwe Roho wa kweli utuongozaye katika kweli yote ya Kristo wa Mungu. Haya yote najua kwamba utatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukusaidia katika kila hali, upate kutenda kama inavyokustahili, hasa kwa kulisoma neno lake Bwana na kujua hayo ambayo ameamuru. Na iwapo kuna jambo lolote lisilokuwa wazi kwako, basi mwombe Roho wake Bwana apate kukufunulia, naye Roho huyo wa Bwana atakufunulia, maana yeye ndiye huchukua ya Kristo na kutuonyesha sisi, kusudi tutende kama apendavyo Mungu. Ubarikiwe sana. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na Neno Litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo.